Wakati huu sasa tumkaribishe Ali Bakari Mufti kwa ajili ya kutupa zile ambazo zimebamba mitandaoni. Ali Bakari, nam, nam, karibu sana. Asante sana. Hongera sana. Kwa jambo lipi? Simba wamefuzu, taifa limefurahi. Nashukuru Allah. Kwa hilo tunashukuru sana, kwa hilo tunafurahi eh? Bila shaka tunabidi tupongezane sote e, kwa kweli tunapaswa kupongezana sote ni e, kama vile ambavyo tunaendelea kusubiria ubwabwa unaokuja siku chache zijazo. <laughs> Tunaendelea kupongezana sote. <laughs> Eh, mimi ni furaha kwangu kuungana nawe nafikiri ndo mara ya kwanza tunaungana hapa katika kipindi cha muhimu kabisa cha michezo cha Viwanjani. Viwanjani. Yes, sir. Twende Mufti. Safi. Yes, moja kwa moja katika mitandao ya kijamii ama zile zilizobamba katika mitandao ya yeah, kijamii na unafahamu ya kwamba uh, majira ya saa kumi jana au tunaweza tukasema tangu asubuhi ya jana uh, nchi ilizizima ikikaribisha uh, ile mechi ya CAF Confederation Cup ambayo Simba Sports iliikaribisha Al Masri na kushinda magoli mawili, alafu kisha uh, kwenye mikwajo ya penalty pale uh, Kamara akaonyesha umahiri wake wa kuzuia mipira ile pale. Sasa baada tu ya mechi, huyu ni nambari moja wa nchi yetu ya Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan akaweka uh, posti katika ukurasa wake wa Instagram. Huu ni utaratibu wake uh, na bila shaka hata mechi ya leo mm, itakapoisha tunaweza tukaona posti kwa maana ya dabi eh, ya Dar es Salaam. Lakini nini aliandika rais kuhusiana na mechi hiyo ya Simba Sports? Akasema pongezi za dhati kwa klabu ya Simba kwa ushindi katika mchezo wa mashindano ya Kombe la Shirikisho Afrika, kwa maana ya CAF Confederation Cup kwa lugha ya Kimombo. Ushindi wenu ni furaha kwa mashabiki wenu na burudani kwa Watanzania wote. Ninawatakia kila la kheri katika nusu fainali. Ndio maana uh, Moses Muhammad mm, alini uh, pongeza na rais anasema ni burudani kwa Watanzania wote, ama sio? Ni burudani kwa Watanzania wote kama ambavyo ilivyo mm, Azam TV ni burudani kwa wote. yes, yes, yes. yes hayo ni ya CAF Confederation Cup, na ni kutoka kwa raisi Samia uh, Suluhu Hassan, rais wa Tanzania akitoa pongezi kwa Simba Sports. Yes, tukatembelea ukurasa wa CAF. Hii unaweza kaita kafsi ya Champions League ama kafsi ya Confederation Cup, lakini namna inatambulika, ukurasa wao Instagram ni hivyo namna walivyoandika. Nini waliandika? Hii ilikuwa ni dakika ya thelathini na tatu. Na walipata picha hii katika uh, dimba la Benjamin Mkapa katika screen kubwa ile ambayo inapatikana pale. Na nini kilikuwa kinaonekana hapa ni mbili uh, sifuri, hapo first half. Na nini wakaandika wakasema it is always different at home ni Simba inakuwa tofauti sana inapokuwa nyumbani ufti, ama inakuwa tofauti sana inapokuwa nyumbani, yes ufti, ninashawishika ni, ni kuuliza kitu hapo. Yes, unafikiri mm, kwa nini kaf cha kwanza kabisa waliamua kukapcha mm, dakika ya thelathini na tatu sekunde ya thelathini na saba Simba akiwa anaongoza, kwa maoni yangu nafikiri ni kwamba kwanza, Simba alikuwa ametanguliwa magoli mawili mm, kule ugenini si ndio bwana, na jambo la kwanza la msingi ambalo bila shaka Simba wenyewe na mashabiki wa Simba na wapenda soka wa Tanzania walikuwa wanatamani kuona kwanza hizo mbili zimerejea. Kwanza dakika ya thelathini na tatu tayari Simba amezirejesha. Kwanza lile muda bado upo mrefu wa kuonesha kwamba wanaweza wakapata goli la ziada ambalo lingeweza kuwavusha kwenda nusu fainali, japo uh, katika zile dakika tisini hilo la tatu halikupatikana, lakini mm. kwenye penati hilo likafanikiwa. Unataka kutia neno lilia idadi ya watu inawezekana, unajua yes, yes, yes, hii mechi ni siku ya kazi, uh, saa kumi bado uh, watu wako katika maangaiko uh, ila uwanja uh, na watu uh, wakiasikiana kiukweli mufti kuhusiana na post unajaribu kuconnect ku tunasema zile dots. Yes. Nukta zile unajaribu kuziunganisha. Yes. Yes. Lili amezungumza swala hilo la swala Yes. la muda na aina ya siku. Yes. lakini tazama uwanja namna ulivyo. Yes. umezungumza swala kwamba hapa. Mm. bado palikuwa pana muda mrefu. Mm. wa pengine mashabiki wengine wangeza hata mbali ya mashabiki, lakini pia matokeo hayo huwa zaidi ya hapa. Lakini pia kitu kingine mm. nachojaribu kukitazama mimi katika mm. fikra yangu ni kwamba kule Misri, El Masri mm. walipata bao la pili dakika ya 89. Yes, yes, mm. Pengine Kafu anajaribu tena kukupa taswira nyingine. mm. Wakati wale walipata mawili mm. dakika ya 89 ndio lipotimia la pili. Yes. Kwa Simba hili limewezekana ndani ya dakika <tos> <tos> hizo 33 34 tu. Yes, um, yes, ni kweli mm. kabisa na ikumbuko tu ya kwamba Ahmed nafikiri alisema jana kwamba walipewa Uh, mipaka, manasema limit ya uh, idadi ya mashabiki uwanja ah, unachukua watu elfu sitini, lakini kuna idadi maalum kwa sababu uwanja upo katika matengenezo katika matengenezo. Yes. Ah, basi kumbe ndio sababu kuna baadhi ya maeneo binafsi yes, sikuwa na taarifa hiyo mm. lakini kuna wakati nilikuwa najaribu kutafakari kwamba hivi ni kweli mm. turn out ya mashabiki wa Simba mm. katika siku adhimu na muhimu mm. kama ile ya mm. hii tunavuka mbona hawajajaza uwanja? kwa sababu kulikuwa kuna sababu basi yes. Yes, hayo ni ya CAF lakini, tukiyatembelea pia katika ukurasa wa Simba ambao inatambulika kwa Simba Sports Club Tanzania. Uh, wenyewe wameandika nini? Wanasema habari za asubuhi, wana nusu fainali ya kombe la shirikisho Afrika. Picha eh, nzuri kabisa hii wakiwasalimia mashabiki wa Simba Sports eh. uh, na wenyewe wakaja hapa, tupo salama kabisa, tumeamka <laughs> vyema kwa nguvu za Allah, morning. Na mwingine akajibu we are champions, mwingine akasema hivyo my blood team, nimelala na jezi huyu <laughs> ni baba kwato huleta majivuno, baba kudu huyu <laughs> ee, anapenda kutumia hivi sana kupitia comment mm. eh? eh? eh? eh, <laughs> kupitia comment of course, ya ni muhimu sana kupitia comments. Yes, hayo ni ya yes, Simba Sports. Sasa pia kuna post hii nimeleta kutoka hapo hapo uh, Simba lakini hii nimeileta kwa lengo la kutazama hii picha mm. Uh, utamwona hapa Murtaza Mangungu mwenyekiti uh, wa Simba Sports lakini akiwa amemlaki kama, kum, kama si kumkumbatia uh, kocha uh, Fadlu Davids baada tu ya mechi kuisha pale. Tazama uh, unaweza ukapata taswira ya namna gani uh, mwenyekiti Murtaza Mangungu alikuwa na furaha Uh, baada ya Simba Sports kuweza kuvuka kiunzi hichi na kuingia nusu finali ya CAF Confederation Cup. Picha inajieleza, tunaambiwa picha huwa inaongea maneno elfu moja ndio hii inaweza kaa ni elfu moja na zaidi. Kabisa. Kabisa. Eh, ukitazama hiyo furaha bila shaka hayo ni zaidi ya maneno elfu moja na kama wewe ni mtumiaji mzuri wa mitandao ya kijamii tembelea katika ukurasa wa Simba Sports, utakuta pia kuna video uh, inamwonyesha uh, uh, mm -hmm, mwenyekiti huyu uh, Murtaza Mangungu akiwa anashangilia kwa furaha kweli. Kama hujawahi kumwona akiwa katika furaha kama hiyo, basi tembelea katika ukurasa wa Simba Sports, anakuambia galaka linawaka. Hey, na gari bwana jana banajaaija <laughs> Yes, mara moja tu yani. Yes, sasa huyu ni Ahmed Ally, na isingekuwa vyema kupita katika zilizo bamba bila kugusa ukurasa wake, lakini yeye aliamka na Camara, Moussa Camara, ambaye unakumbuka ile tukio. Huyu mpiga picha wa Simba Sports Rabi, ume amebahatika kuipata ile tukio wakati wa penati, ndio penati ya kwanza kuiokoa. No. Yes, Camara wakati anaruka huku lakini miguu alinyosha na mguu ukaweza kuokoa ule mpira ama sio? Naam, mm. na, na, na, na, nafikiri, uki- ukitazama alichokiandika Ahmed Ally mm. Binafsi maoni yangu yanatakuwa tofauti mm. kwa sababu ukisema hapa ndipo tulipoanza kuona matumaini ya kuvuka kwangu mm. mimi mm. si kweli mm -hmm. kwangu mimi mm -hmm. kwangu mimi matumaini ya kuvuka unaanza kuyaona baada ya kusawazisha magoli okay, mm. mm. mm. kwamba at least sasa tuko levo kwa hiyo huku kwingine kuna, kuna sababu tulikuwa hatuwezi kufika huku mpaka mm. Simba kwanza apate ushindi wa mabao mawili kwa Ma sifuri yes, mimi naamini yeah. amesema vile kwa sababu anaamini penati hazina mwenyewe. Unajua, mikwaju ya penati ni sehemu ambayo mm. inahitaji vitu vingi sana, kana leo na msamu mm. mm. penati hazina wenyewe, ila baada ya mm. mm yale, kudaka penati ya kwanza mm. kuna mm, kwa kama leo siku yetu mm. Yeah, yeah. Yes. Eh, video, ah, na kuna video inamwonesha Ahmed nilikuwa naiona mahali inazunguka zunguka wakati wa penati ule kama vile machozi anamtoka zimeisha pale ununah, lakini nafikiri ilikuwa ni penati ya mwisho upigwa. Sasa ni CAF Confederation Cup. Sasa turudi nyumbani, ambako leo hii kuna mchezo mkubwa kabisa wa dabi ya ama Dar es Salaam ama Dar es Salaam dabi, ambapo Azam FC Young Africans unakumbuka ya kwamba mchezo wa kwanza eh, Azam FC katika dimba lile la Azam Complex, Azam FC ilishinda goli moja bila. Sasa Ally Kamwe huyu meneja habari na mawasiliano Young Africans akaandika nini, wakati watu wakishangilia huko eh, Simba Sports kuvuka nus, kuingia nusu fainali, yeye aliweka vitu vyake uko, anasema tunalala tukiwa eh, tukiwaza pointi tatu za kesho pale Azam Complex. Yani, wanalala wanaziwaza pointi tatu. <laughs> <laughs> unajua Ali, Simba na Yanga uzuri wake uh, yaani ndio wanaonyesha hasa utani wa jadi yes. Kumbuka hiyo post Ali ameweka mapema sana kama, yes, saa kumi na moja zilizopita lakini hiyo kumbuka inakuja katika wakati ambao mm, Simba wako katika kibarua cha kutafuta kufuzu mm, wameshafuzu. Wame fuzu Ally, anatuambia hapana, yeah, sisi wala hatulali na hayo matokeo ya kombe la shirikisho, sisi tuna yeah, tunalala yeah, tukiwaza pointi zetu muhimu hizi <laughs> that, that, that. Na ukipita katika ukurasa wa Ally Kamwe atakuta mambo mm, mbaya yanaonyesha kwamba utani wa jadi kweli opo, yes. Sasa tukatembelea kwa wenyeji Azam FC na wenyewe wanatukumbusha tu kwamba we are ready for the derby, kwamba wapo tayari kwa huu mchezo wa dabi ambao utachezwa leo majira ya saa moja kamili. Kikubwa lipia mapema kisimbuzi chako cha Azam TV, ili uweze kuishuhudia mechi hii kubwa kabisa. Uh, unajua kuna ushina Yanga. Yanga yeye mwenyewe anapambania ile uh, ubingwa, lakini Azam pia bado ipo katika mbio za ubingwa na Singida nao wanampa presha kidogo. Kwa hivyo mechi ni kali, yes. Tumalizie posti ya mwisho, huyu ni Jigi Diara ambaye mechi iliyopita aliruhusu mechi iliyopita namaanisha ya Dar es Salaam Dab, aliruhusu goli moja, lakini yeye ameweka uh, posti akiwaza kwamba muda wa vitu vitamu. Sasa ukitazama vizuri hii picha ama artwork hii, unaweza kuona ice cream huko chini, huko kusi clean sheet <laughs> Eh, <laughs> eh, <danger. laughs> eh, uh, uh, eh, najua na wachezaji na wakati mwingine uh, kupitia kurasa zao za mitandao ya kijamii huwa wananogesha hizi mechi eh, mechi uh, kubwa kama hii ambayo inaenda kuchezwa leo. Mwingine huko anasema nawaombea sana wachezaji wetu, japo huu msimu eh, kimataifa kwetu ulikataa, ila naamini mnajua eh, tunahitaji nini insha allah. Mwingine akasema clean sheet baba Bwana mm -hmm. Msistiza, na ni kweli hapa kuna maneno ya clean sheet. Itatoka hiyo clean sheet? Hayo uh, ni mambo ambayo tunasubiri dakika tisini za baadaye hapo majira ya saa moja kamili tuone kama kweli huyu bwana atatoka na clean sheet ama yule Zuberi Foba ambaye tulimwona mwanzo anaweza katoka na uh, clean sheet. Lakini kikubwa pia tujue ya kwamba makocha wa timu zote mbili, je, yeah, wa Yanga atampa nafasi Diara ama inawezekana kabla <laughs> <laughs> <laughs> hiyo ni kazi la kocha ama unasema je, Deo unaona hii mechi ni Diara ndo ataanza ama anaweza kaanza Mishiri, ama Komen, uhakika uh, wa Diarra kwa sababu ndio mchezaji ambaye ana mm. consistency ya kwanza mm. katika eneo la goalkeeper. Kipe mm. kama asipokuwepo, unajua ni majeraha mm. lakini kama ni mzima mm. nasema regular starter ni Djigui Diarra yeah, yeah. Kwa sababu pia utatazama Ali, kuna mm. hiyo seniority mm. kuna experience, kuna mm. umuhimu mkubwa kwenye mchezo husika. Ndiyo. Kwa sababu hii sio tu Dar es Salaam dabi, lakini hii ni pengine mm inakwenda kusignify mm. kuweka umuhimu mzito kwenye mbio za kutoa ubingwa. Kwa hiyo yeah. ni mechi ambayo amezungumza Deo, kwamba unatarajia una, una, una, kutakuwa kuna regular starter mm. katika kila eneo mm. lakini pia nimkumbushe Jigi Diara mwenyewe mm. hivi hizo bidhaa alizoziweka mm. sio hizo tu mm. Bahresa Group hususan mm. katika eneo lile la, la, vyakula mm. Mm. sio ice cream peke yake mm. mm asisahau wana maji ya uhai, wana zile Azam fruti, mm. zile juisi, African fruit kumradhi mm. African fruit zile juisi wana bidhaa nyingi sana lakini mimi shabiki mkubwa sana. uh -huh. Sasa hivi nimeingiza kwa mamanga katika list ya vinywaji vyangu pendwa, lakini <laughs> <laughs> jigitiana anaweza akakukumbusha, uh, Moses Muhammad mm. ya kwamba inawezekana hivi alivyoonyesha hapa ndio kwake vitamu zaidi. Aha. <laughs> <laughs> <Kwebunisola lautama. Shumimisara, laughs> yes, kwa hivyo ni suala la utamu hapa. Shukrani yes, sana Ali Mufti yes, nirejeshe matangazo kwako, asante sana uh, na kama unaniruhusu kutoka hapa uh, mambo ya mitandaoni hayawezi kuisha kwa sababu yanaendelea. Nitapenda na sana utakapokuwa unatoka muongozani na Lili, mm -hmm. hizi black kwangu mimi ni kama zimematch hivi, hivi ndivyo ambavyo Ali Bakari Mufti akitoka kumaliza zile ambazo zimebamba kwenye mitandao ya kijamii.